Na mtazamaji sasa, tuangazie taarifa za biashara. Ada za viingilio kwenye mbuga na hifadhi za wanyamapori humu nchini zitaongezeka kuanzia Oktoba mosi mwaka huu wakati kanuni za uhifadhi na usimamizi wa wanyamapori zitakapoanza kutumika. Kanuni hizo ziliidhinishwa na bunge tarehe 25 mwezi huu. Taarifa zaidi ni kwenye Kapu la Biashara. Mara ya mwisho kwa ada hizo kufanyiwa mabadiliko ilikuwa miaka kumi na nane iliyopita. Licha ya ongezeko la gharama ya usimamizi wa mbuga na hifadhi za wanyamapori humu nchini, shirika la huduma kwa wanyamapori limethibitisha kwamba limeweka mikakati ya kuhakikisha wageni ambao tayari walikuwa wamelipa ada hizo kupitia mfumo wa e-citizen wanaendelea na safari zao ipasavyo. Kwingineko, sekta ya bima barani Afrika inajiandaa kwa mabadiliko makubwa ya kiteknolojia, huku wadau wakitoa wito wa matumizi ya akili mnemba ili kupunguza gharama, kulainisha shughuli na kuwavutia wateja zaidi. Washirika wa kongamano la Insurtech jijini Nairobi wamesema ni asilimia moja tu ya kampuni za bima barani Afrika zinazotumia akili mnemba.

Mwishowe, jamii zimeshauriwa kuepuka kutumia kemikali katika shughuli za kilimo na badala yake ya kukumbatia mbinu za kiasili katika juhudi za kuongeza uzalishaji. Wakulima katika eneo la Mbumbuni, kaunti ya Makueni, wanasema hitaji la vyakula ambavyo vimezalishwa bila matumizi ya kemikali linapiku kiwango kinachopatikana humu nchini. Hizi mbegu, tukiongea mambo ya kurudia zile mbegu zetu za kiasili kwanza, hata mifano ya kuweka hizi mbegu pia ni tofauti na ile ya kutumia dawa za siku hizi. Kwa hivyo aa, wakulima pia wanafundishwa mbegu, unawezaje hifadhi hizi mbegu zako kwa muda mrefu. Sylvia Gati, Darubini.